ni sawa ila, ningeomba usiniogope tena. Asante kwa kunielewa brother. Sasa zumuni la mimi kwa cha maagizo pale nyumbani kwamba unitafute mimi nimekaa nimeskuti, yaani kama vile kube kaka chini maneto, alafu kuna vitu anavitunga sheria zake. Alafu siku zote usije ukahukumu daftari kwa nakavala kala nje. Sijui kama unanielewa mwanangu. Vizuri. So, kuna vitu mimi nataka nikushauri kama mtoto wa kiume. Ndio, unajua hapa kila mtu anaishi na malengo yake. Kuna wale wanataka wakuwe matajiri. Sijui kama nanifuata vizuri kuna wale wana, wana malengo yao wanataka waje wakuwa watu wakubwa kwenye dunia hii. Alafu tukija upande wako mwanetu, unavyoishi sivyo? Je, ni unaishi kama wewe sio mtoto wa kiume. Baba yangu inabidi ujitafute, sijui kama nanielewa. Baraza uliosema ni ukweli, lakini mimi mwenyewe binafsi nishapambana sana, nimehangaika bila mafanikio yoyote yale. Yaani, Sasa sijui nifanyeje kaka yangu. Sasa cha kukushauri ni wewe kutafuta kazi, alafu santa moja ile babu, kazi imepatikana, wewe chape. kwa sababu mtoto wa kiume huwa achagui kazi, ila kuiba kwenye kuiba, Santa moja ile utaenda uibe, kwa sababu za mwizi arobaini, utakuja ushiko, chome moto, utakufa. Alafu utakuwa umemwacha dadako kisanga yule. Oho, nimekuelewa zaidi brother, na asante sana. Naona maneno yako ni kama ameniongeza kitu fulani.